Njia inayotumika ndugu zangu katika kuwapoteza watu na kuwaonyesha watu kwamba lazima tuwe pamoja, njia inayotumika ni njia ya kitu kinaitwa ikhtilafu, nenu kukhtalifiana, kila dai au wengi, nafsi ingine naweza kusema baadhi, si wengi, baadhi ya maduati wamefanya hii ni njia sasa akisimama Waislamu, tuacheni tofauti zetu, tukaeni meza moja. Kwani tuko ucheli hapa sisi? Kaeni meza moja, zungumzeni, haina haja ya kukatana, mfuate mwenzako. Ukifuata utakubali, ukionyeshwa haki ni hii utakubali, hutokubali. Kwa hivyo, madamu hutokubali, shika barabara na mimi shike barabara yangu, na ndio usawa. Sasa nenu kukhtalifiana ni sharti tulieke wazi tena. Ndugu zangu, msiposikia haya itakuwa ni we mwenye umetaka tu kupotezwa na fikra za baadhi ya watu. Kukhtalifiana manake nini? asema mwenye Almisbahu Lmunir, takhalafa lqaumu, watu wamekhtalifiana kwa maana dhahaba kullu wahidin ila khilafi ma dhahaba ilayhi al-akhar, ni kwamba kila mmoja amekwenda kinyume na mwenzake alivyokwenda. Mimi nimeshika msimamo huu, wewe ukashika msimamo huu, hii huitwa kukhtalifiana. Tunalolikusudia kwenye khutba ni kukhtalifiana katika masala ya kidini kwa pande zote, masala ya kiitikadi na masala ya kifikihi. kunu mai Ukija kwenye Muislamu, kukhalifiana na kafiri katika itikadi ni katika msingi wa dini hii, kwa sababu wamekhtalifiana imma fi wujudi llahi, kuweko kwa Mungu. Kafiri asema hakuna Mungu, Muislamu asema Mungu yuko au bii'tiqadi wujudihi. Ama wamekhtalifiana kwamba Mungu yuko lakini, kufar wanamshirikisha, waislamu hawa waumini hawamshirikishi. Tukitafautiana katika hilo, fahadha khilafun maqbulun, hili ni jambo latakiwa, tena la kubaliwa kwenye daraja za juu kabisa. Vile vile, kama watu wa sunna wakiwapinga watu wa bid'a wako right na wamefanya jambo la usawa. Kwa nini? Kwa sababu lazima sunna isimame na bid'a ife.